Kwa nini zamani mlikuwa mnaangalia nini mpaka mwolewe? Sasa hata mimi nikipata mchumba hapa, niende nikaulizie. Jamani, nimepewa go ahead na bibi. Bibi ameniambia nioe, ila nizingatie. unataka nioe kabila gani hapa Tanzania? Ambia kabila yoyote oa, kikubwa awe na heshima. Kabila yoyote nioe yoy. au ni. Naweza na nikaamua nikaenda hata nje za nchi za nje nikaoa eh? Sawa tu, usimpenda koo <laughs> nikimpata mchumba nimlete hapo muasisi tumuone. Unataka awe na rangi gani, mweupe mweusi? si, si, hapo tena ndo unanipoteza. Niambie mimi nitakuletea roho yake nayo iwe nzuri eh, eh? akiwa mweupe, naye roho yake iwe nzuri. Ndo usia huo. Unanipa tawaleaje sasa wazazi wenu? akiwa na roho mbaya, lazima niangalie roho nzuri, lazima angalie roho nzuri <coughs> wangapi wanatukanwa wakwe, mm, na wakamwana, mm, ehe, wangapi? Basi ngoja ni kute na mimi natafuta tafuta, nikuletee bibi, au unasemaje? Ah ah, wewe niletee Unataka aweje? Awe mrefu mfupi? Ya, uh, hapo mimi sichagui bwana. Unachoangalia oh, ni heshima tu, ni heshima tu. <laughs> sawa <laughs>